Mimi kwa jina naitwa Dkt. Hamadi Nyembea, ni mkurugenzi wa huduma za tiba Wizara ya Afya, e, tuko hapa mkoani Arusha kwa ajili ya kushiriki maadhimisho ya jubilei ya miaka 60 ya Chama cha Madaktari Tanzania, na katika e, maadhimisho haya e, tumeweza kuwasilisha na kuweza kuona kuhusu hali ya huduma za afya nchini, e, lakini pia mipango ya baadaye kuhusu kuziboresha huduma hizo na katika hali ya huduma hizi katika, katika, katika, kwa sasa e, tumeweza ku, kuwasilisha na e, kwamba sasa hivi huduma e, zinatolewa vizuri kuanzia kwenye ngazi ya zahanati mpaka kwenye hospitali ya taifa Muhimbili, na tumeweza kuelezana jukumu la kila, kila ngazi ya kituo kuanzia zahanati jukumu lake kubwa ni nini na mpaka hospitali ya taifa jukumu lake kubwa ni nini kwenye mgawanyo wa majukumu ya kuweza kutoa huduma za afya kwa wananchi e, wa Tanzania kulingana na uwezo wa hospitali hasa kwa upande wa watumishi, lakini pia rasilimali zingine. Na katika wasilisho langu e, tumeosha pia kuna baadhi ya changamoto ambazo bado zipo, na changamoto ambayo imeweza kuonekana pomboni ya kitaalam ni kwa upande wa huduma za uzazi, na hili nilikuwa nataka nilielezea vizuri ili wananchi waweze kuelewa kwa sababu pengine linatokea kwa sababu wananchi wanakuwa waelewi kwenye huduma za uzazi hasa eh, namna ya kujifungua. Kuna njia mbili, njia ya kwanza kujifungua kwa njia ya kawaida, lakini pia kujifungua kwa upasuaji. Na eh, Shirika la Afya Duniani limependekeza kwamba eh, kwenye jamii wastani ya watu ambao wanafanywa wanajifungua kwa njia ya upasuaji iwe kati ya 12% mpaka 15%, kwa maana hiyo kwamba iko chini ya asilimia ya, ya kumi na mbili, kwamba inaonekana kwamba kuna baadhi ya wakinamama ambao ilipaswa wajifungue wa kwa njia ya upasuaji kutokana na sababu mbalimbali, lakini pia hawajaza kubainishwa na wameweza kujifungua kwa kulazimisha, na pengine ikatokea ikapelekea kupata changamoto kwa mama mwenyewe au kwa, kwa mtoto. Lakini pia kama kuna sehemu wametoa wamefanya huduma za upasuaji zaidi ya asilimia kumi na tano kwa wananchi wake hiyo itakuwa inaashiria kwamba zile huduma za upasuaji zinafanyika pengine pasipo na sababu hiyo ya kufanya upasuaji. Na ieleweke kwamba njia ya kujifungua kwa njia ya kawaida ni njia ambayo ni salama na ni njia ambayo ni nzuri, inapelekea afya njema kwa mama mwenyewe, lakini pia afya kwa mtoto. Kwa hiyo e, tumeona kwamba kuna baadhi ya mikoa, kwa mfano mkoa wa Njombe, mkoa wa Iringa na mkoa wa Dar es Salaam, wakina mama wengi wanajifungua kwa njia ya upasuaji ambao pengine sababu inawezekana ikawa ni wenyewe wa, wa, wakina mama au wateja wanashawishi wafanyiwe upasuaji kuweza kumtoa mtoto, ambao kimsingi sio kitu kizuri kwa sababu unapo, unapoenda kufanya upasuaji kuna, kuna hatari zaidi kutokana na sababu mbalimbali mbali, dawa zile wanazopatiwa lakini pia na ile tu ile, ile, ile, ile aina ya upasuaji lakini pia sababu nyingine pengine inaweza kuwa ni kwa upande wa wataalamu. E, pengine kwa sababu ya kutokuelewa au kwa sababu mbalimbali mbali, wanamua wafanye warahisishe wa, waweze kutoa huduma ya upasuaji kwa mikoa kama hii ambayo inatoa inafanya operation kwa kiwango kikubwa. Iringa kwa mfano, Iringa asilimia 24. Dar es Salaam asilimia 26. Njombe asilimia 32. Wamevuka kabisa e, kile kiwango ambao Shirika la Afya Duniani kimependekeza kime asilimia 12 mpaka 15. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba moja, kwa upande wa wataalamu kwamba wafanye upasuaji kwa kina mama wa kutoa mtoto pale kunapokuwa kuna, kuna viashiria vya lazima vya kweza kufanya hivyo, lakini pia kwa upande wa jamii waelewe kwamba kujifungua kwa operation ni hatari kuliko kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo watu wafike kwenye vituo waweze kupimwa mapema na hata waanze mapema kliniki kwanza, ili waweze ku, waweze kupimwa na kuweza kubainika kwamba wanawambiwe kwamba watajifungua kwa njia ipi, njia ya kawaida au watajifungua kwa njia ya upasuaji mapema. Hii itasaidia sana kuboresha afya kina mama na watoto ambao watazaliwa. Labda ni maeneo yapi ambayo upasuaji ulitakiwa kufanyika lakini haufanyiki? Maeneo ambayo yameonyesha ya kwamba kuna upasuaji haufanyiki kwa kiwango ambacho kinatakiwa na kwa maana hiyo kwamba kuna wakinamama ambao wanapaswa wana viashiria ambao vinalazimisha walipaswa kufanyia upasuaji wakufanyiwa, ni mikoa hasa mikoa mikuu mitatu. Mkoa wa kwanza ni Simiyu, mkoa wa pili ni Tabora na mkoa wa tatu ni Katavi. Kwa hiyo hii mikoa e, ushauri ni kwamba wataalam wanatakiwa waweze kuwapima vizuri wakinamama na kubaini E, kwamba wanapaswa kupatiwa huduma ya upasuaji ili waweze kupata watoto, lakini pia na wenyewe waweze kutoka salama. Lakini pia kwa upande wa jamii, ushauri ni kwamba wafike kwenye vituo mapema, hasa kwenye kliniki na, na pale dalili za kujifungua inapoonekana au zile siku wanazoshauriwa waweze kufika kwenye vituo. Swala jingine kuhusiana na mgawanyo wa wataalamu madaktari bingwa na super specialist mm. E, mfumo wetu wa afya nchini E, umepewa majukumu kwa ngazi mbalimbali, tumetoa majukumu mfumo wa afya e, kwenye ngazi ya afya ya msingi ambao ni hospitali ya halmashauri mpaka kwenye zahanati e, e, kule tuna vituo vinapaswa kutoa huduma muhimu, ambapo kwa sasa hivi zaidi ya asilimia 80 wa Watanzania wanapata huduma kule kwao. Wataalamu wa kule e, si wale wataalamu ambao e, ni mabingwa, wanatakiwa wale wanaotoa huduma zile za muhimu na ambao wananchi wanazihitaji zaidi. Lakini hospitali ya mkoa mpaka taifa, huduma ambazo ambazo zinahitajika zinatolewa kule, ni huduma ambazo kidogo ni kubwa zaidi, ambazo zinawahusu mabingwa na mabingwa bobezi. Sasa hospitali za mikoa ni mabingwa lakini hospitali zile za kanda mpaka taifa ni mabingwa bobezi, ambao e, tumeona wakati nawasilisha na pale e, ni asilimia kumi na mbili e, ya Watanzania ndio wanapata huduma kwenye hospitali za mikoa, lakini ni asilimia sita tu wanapata huduma hizo kwenye ngazi ya hospitali ya kanda mpaka hospitali ya taifa. Kwa hiyo ni wananchi wachache ambao kimsingi wa wanahitaji huduma za kibobezi kulingana na matatizo yao, ila asilimia kubwa ya wananchi huduma wanazipata kwenye maeneo ambao vituo vipo karibu, na pia inapunguza gharama kwao na hata kwa serikali pia. Sasa kuelekea roadmap ya 2030 kuna vitu vingi umevizungumzia ikiwemo uh, suala la sheria ya organ, kwamba hili limefikia wapi kama Okay sasa eh, baada ya kuwa mafanikio makubwa yameshapatikana eh, kwenye eneo la huduma za tiba eh, tumeona kwenye ngazi ya msingi vituo vimeshakuwa vingi sana sasa hivi eh, ambapo eh, zaidi ya asilimia 75 wa Tanzania wanapata huduma ndani ya kilomita 5 ya wanakokaa, ambao kimsingi haya ni mafanikio makubwa sana, lakini pia idadi ya watumishi imeongezeka, vipimo vimeongezeka na upande wa hospitali za mikoa pia tumeona mabingwa wamekuwa wengi, hospitali sasa hivi zina mabingwa katika fani moja, nakuta wanakuwa wanazidi watatu hospitali zile kubwa. Tumeona huduma mpya zimeanzishwa, upandikizaji wa viungo kwa mfano upandikizaji wa figo, upandikizaji wa, wa uloto, upandikizaji wa vifaa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mifupa, kwenye moyo. Sasa tunapokuwa tunaelekea mwaka elfu mbili na thelathini, kwanza moja tunatamani sana tuweze kuimarisha hizi huduma ambazo tushazianzisha zimarishwe zaidi. E, kusema ambapo kuna mapungufu tuweze kuboresha ili huduma hizi ziweze kukamilika na zitolewe vizuri. Lakini pia e, ni kuziendeleza, ziendelee vizuri na zisikwame, e, kuna mwendelezo. Lakini pia namba mbili, kwenye eneo la upandikizaji wa, fi, wa viungo, tunatamani kwamba huduma za upandikizaji ziweze kuwa nyingi zaidi, sio figo, sio uloto, sio, sio, au vifaa kwenye moyo na mifupa. Tunataka huduma zingine mpaka tuweze kupandikiza eh, ini lakini pia tupandikize huduma eh, eh, <coughs> kama upandikizaji wa, wa, wa, wa, wa, wa moyo pia ambayo nchi, nchi zingine zinafanya, na kwa maana hiyo sasa, ili kufanikisha hilo, kuna sheria ya upandikizaji wa viungo ambayo tayari eh, wizara imeshaifanyia kazi, ipo kwenye hatua nzuri, na tutategemea kwamba itakamilika eh, muda sio mrefu ili upandikizaji huduma hizi ziweze kupatikana kwa wingi ikiwemo upandikizaji wa mimba ambao tayari umeshaanza kutolewa e, na sheria iko mbioni. Lakini pia maeneo ambayo tunategemea kuyaimarisha zaidi ni kwenye huduma za utengamao e, unajua sasa hivi Tanzania e, idadi ya watu wanaozeeka inaongezeka kwa sababu tumeona kwenye wasilisho langu e, idadi ya miaka ambayo wanaishi sasa hivi Tanzania tunakaribia kufikia miaka 68 kwa wastani idadi ya wazee itaongezeka, lakini pia magonjwa yasiyo kuambukiza yanazidi kuongezeka kwao, tunategemea watu watakuwa wanahitaji wapate huduma za utengamao, ukijumlisha na ajali ambazo zinatokea. Sasa ni eneo ambalo pia litapewa kipaumbele eh, huduma za huduma shufaa pia litapewa kipaumbele, huduma za dharura, sababu sisi kama tiba, huduma za dharura zinahitajika kutokana na ajali ambazo zinatokea, lakini pia na watu, watu kuumwa ghafla. Eneo lingine ambalo tunataka tulifanyie tu kazi ni kuimarisha hospitali za mikoa e, kwa sababu sasa hivi hospitali ya mkoa tulikuwa tunasema kwamba walau itoe huduma nane za kibingwa, lakini sasa tunapoelekea 2030 basi iweze kutoa huduma nyingi zaidi hata 17 za kibingwa. Lakini pia eneo lingine ni, e, ni kwenye upande wa kuweza sasa ku, ku, ku, ku, kuweza kuimarisha e, eneo la, la ugharamiaji wa huduma ambao kwenye eneo hili tunajua kwamba ni takwa la kikatiba kwamba kila mwananchi wa Tanzania anapaswa kupata huduma za afya pasipo na kikwazo au kipingamizi cha fedha. Sasa ili kuweza kufanikisha hili vizuri, serikali imeshaanzisha bima ya afya kwa wote na utekelezaji wake umeshaanza kwa hatua za awali, na tunategemea kwamba tunapoenda 2030 kwamba watu wengi zaidi wajiunge na bima ya afya kwa wote ili huduma wazipate pasipokuwa na kipingamizi, na kwa maana hiyo kwamba eh, huduma hizo zitaboreshwa kwenye ngazi zote na watakuwa naenda na kadi zao na kuweza kuzinunua kuzi huduma hizi.